Na nichukue fursa hii kuwashukuru wapenzi na watazamaji wetu, wadau wa Chapesa Media kwa kutumia wasaa wenu kuendelea kutufuatilia, kama ambavyo mmetuwazima muda, nasi tunawalipa taarifa mbalimbali, zile ambazo mbali ziko kila kona ya Tanzania, hususa zaidi habari za kimichezo. Langu jina ni Jiva Osman, nyuma kamera director Runde, ambaye anahakikisha kitu hiki kinakufikia kwa wakati sahihi na taarifa zile ambazo zinaruka kila itwayo siku. Eh bana, leo tumepata wasaa wa kumtafuta mzee Saidi, mzee ambaye tumepata kusteseka kumtafuta takribani miezi miwili mfululizo, tunajaribu kumtafuta ebana. Ni miongoni mwa wazee masta wanaozungumzia mpira wa miguu kwa ujumla na Simba Sports Club. Huyu unaweza ukamwita Mavambo, yuko hapa kupitia Chapesa Media. Leo tunaweza tukasikia madini kutoka kwake. Mzee, habari za muda huu? Namshukuru Mwenyezi Mungu. mm. Mm, nipo. Mbona umepoa sana? Nimepoa si kwa sababu wageni mm ndio tunakutana hmm. Sasa huwezi kufumuka kama puto hmm. Linatoka ah, mzee, vipi mbona, kama katiwa pilipili, umepoa lakini tayari uko ndani ya nusu fainali. Ah, niko ndani ya nusu fainali hiyo hmm. Ndio kazi yangu mimi eh. Eh. Kazi, yani wewe ukisikia kaweka kachukua hmm. kagonga, ndo safari hiyo eh, ndo safari eh ndo kumekucha hapo eh. Ndo safari mdogo wangu ndio kumeshakucha kutoka kwenye mbili sifuri tukicheza away tunakuja Sao kupindua meza kibabe nyumbani Benjamin Mkapa. Kipindi cha kwanza tayari tumesha level scoreboard, lakini halikupatikana bao lingine mpaka ikakwenda kuamuliwa na mikwaju ya penalti. Kulikuwa kuna ugumu kiasi gani? Kwanza wale bahati yao mm. Tena na, yani wana Mungu mm. na ndio maana siku zote nakwambiaga hivi mm. Warabu sio watu mm. We Warabu waone vile vile wanatembea shehe mm. lakini Warabu mm. ah wewe yani zile walikuwa wanatakiwa wapigwe si chini ya goli nne mm, na idadi ya magoli nilikuwa nayo mm, na ndio maana wala nilikuwa sina wasiwasi wasi, wala sikubabaika, mimi nilikuwa napiga fegi tu mm, yani mi kazi yangu kudondosha mm. jivu mm, naweka mdomoni na kula fegi mm. Kwa uhakika niliyokuwa nao mm, wale walikuwa wanakufa nne. Tatizo lililokuja kutusumbua ni uwanja mm, lakini uwanja umekuja na tatizo la nini? Mvua mm, na mvua ni rehema ya Mwenyezi Mungu uwezi kuikataa au sio, bwana? Lakini mpaka sasa hivi ninavyokuambia, Simba ni hatari, Simba ni hatari. <coughs> naiona robo, naiona fainali ile kama inakuja. <coughs> Eh, bwana mdogo, achana na hiyo habari fainali ile. Wewe nguvu mpaka mwamposa ndani, sasa kumbe wewe unachaji ndio maana nakwambiaje lazima uwakaribishe watu kama wale wazee wafupi na nyoo walionekana VIP. Wazee wafupi yeah. Walikuja pale VIP yeah. Sasa unawakosaje? <laughs> Mtu analokwambia likubali, na ulipokee mm. Lakini unalikubalije ulifanyie kazi mm. Sisi tuna changamoto na wenzetu Hmm. Kwanza ukumbuke Wagalatia hmm, sasa kwambia, I, wewe usiyataka kuyajua nimesha sasa, sasa si lazima uje na madini mdogo wangu utajua wewe sasa kama hujasoma we peke yako, lakini Wagalatia inajulikana hmm. Na Wagalatia Galatia wametoka, wamebakiwa nani? Wamebakia wenyewe hmm. Wenye mpira wao ndo Simba Sports Club. Bingwa mtetezi Zamalek yeah. Ameondolewa na Stellenbosch Club kutokea South Africa Ciao. Je, mnyama Simba Sports Club atakwenda kufurukuta kwa yule ambaye amemtoa bingwa mtetezi? Unajua mimi nimefungwa wapi hmm? Mimi nimefungwa wapi? Wewe umefungwa away. He, a, sasa unatakiwa useme, sio away, wingine away aelewa, anaweza kusema away ya nywele. Umeona bwana, si mnasema nyi watoto mnachana mnakata wei, ile mkiwa mmenyoa mnakata wei si ndio. Sasa kama mnakata wei, mtu anaweza akasema awei ni nywele zile hmm. awei wesema moja kwa moja tumefungwa Misri ugenini, hiyo ndio neno sahihi hmm. Misiri ugenini, ugenini. tumerudi Daslamu, tulivorudi tu Dasalamu sisi hatukutaka maneno ya ubinzani ya kubishana, sijui nini sijui nini, sisi si tukajikita kuandaa timu hmm. na timu shehe, mpaka kupata ushindi natakiwa iandaliwe Viongozi wa Simba wamekaa wametulia, wameiongoza Simba, tumekwenda kurudisha goli mbili. Na baada ya kurudisha goli mbili, kimetokea nini? Tumekwenda kwenye matuta. Almanusula hivi tuage mashindano ha? hamna almanusula. Almanusula inatoka wapi sheikh? hmm. Eh? Almanusula siku zote inakuja baadaye, kama hivi unavyoongea almanusula. Almanusula imekuja baadaye, sijui unanielewa vizuri, ndio imekuja sasa hivi. Sasa kama imekuja sasa hivi Mm. Almanusra kama ndio imekuja sasa hivi ndio unaisema mm. Sijui unanielewa vizuri mm. Eh, ndio umeisema almanusula, lakini sisi pale hakuna almanusula hamna nusula wala almanusula. Kwao watani wenu wana la kujifunza kutoka kwenu, ni kawaida yao, lazima wajifunze kwetu kama hivi kasi kama hivi wao hmm. Wameishia fainali si ndio? Hmm. Sasa si tunaenda kuleta bakuli, wanasema hamna geni kwa sababu wao wamefika fainali, wewe uko nusu. Haya, mgeni nani Nikuulize, kuulize wewe bwana mdogo, mgeni nani? Simba mgeni? mgeni vipi? mi nimeshakwenda kule mwaka tisini na tatu, wewe hujazaliwa. Pamoja na kuwa una uchebe, hujazaliwa mwaka tisini na tatu, mii nakwenda pale. Au nataka nikutajie? Medali sasa sizipo. Tu medali si walipewa wachezaji wakaondoka nazo, wenyewe wa kwani medali zile zinaenda kukaa klabuni Zinabaki kama kiko. Alafu wana bahati kubwa sana yani si tungelichukua lile bakuli mpaka leo tungekua tunalibilimisa pale kwenye kwa kwe klabu ya Simba pale. Lipi tena? Eh, si kwani pale nini? Si bakuli lile unatia maji unakunywa, biashara imeisha. Hmm. Eh, si tunataka fedha. Hiyo mwaka robo yao wanatuita, sisi tunabeba hela. Tumeingia tena hapa, si kuna hela inatoka. Hmm. Eh, sisi kazi yetu kubeba hela. Weka bakuli, weka hela, sisi tunapita kwenye hela pia. Umechukua hela? Wanasema wanajipanga kwa ajili ya kurejea msimu ujao. Nani anapajipanga? Wananchi. Ah ah, si kawaida kujipanga kwani shida mdogo wangu. Mm. Kujipanga hata mimi najipanga, sinajipanga na maisha. Mm. Eh nimekula uzi mpya. We sio mchezo. Kujipanga unajipanga tu. Eh Chapesa huyo. Chapesa. Eh e, sasa sikanipa. Kafanya maajabu. Eh kafanya maajabu, kaona mzee mbona hana jezi. Ah usitoe walione. Wasa yeah. Wakisema ya zamani ile. Hii yeah. Hapa mpya hii, nimepewa mpya, nimepewa. Eh yeah. e. Waseme vizuri, lete maneno. Uwanja umefungiwa eh, sawa, e, e, kwa siku zisizofahamika kutokana na hali ya pichi sawa. Ikatokea mechi ikaenda kuchezwa Zanzibar. Unamwona mnyama akipata matokeo katika mchezo wa nyumbani tena, hakuna rahisi kama ile. hmm. Mungu anajua kuiona Simba. Shekhe tena ameliona kwa jicho moja, amemtoa Zamalek nyumbani kutoka kwa Zamalek. Timu zote za Misri mbovu hmm. Hakuna hata timu moja nzima. Timu gani nzima? Zamalek unatakiwa umwongelee ligi ya mabingwa. Leo wewe unashangaa huko, huku tunakusanyana, kusanyana na sisi hmm. Yule mchezaji wake mmoja, subiri. Huyo mchezaji sio wabovu, ndio lenki yetu sisi. Nisikilize vizuri, bwana mdogo, ndio lenki yetu sisi. Yeye bingwa mtetezi, ana kikombe. Nisikilize, kuwa na kikombe sio shida, sisi ndio lenki yetu kwanini nakwambia lenki yetu hmm. Nini? Moja, wachezaji tunaochukua ni wa kawaida, ni wazuri wakija kwetu, lakini ni wa kawaida, umenielewa siju? Stop. Sisi mpanzu yule pale tunalia naye bonge la streka kibisawala e. Halafu mimi namuunga mkono msemaji wangu wa timu ya Simba Sports Club hmm. Nani Ahmed Ali? Anakwambia volkano ile ni volkano bwana mdogo, usiletea masiala mm. Warabu walikuwa wanatafutana nafasi ndogo kumzungumzia mpanzo kwa yale ambayo aliyafanya usi, wewe mwenyewe unayaona, una, una haja gani mimi kumzungumzia? Nikizidi kumzungumzia atapanda kichwa, hata nilete sema anakimbia kimbia Hato ni le... la... wewe, anakimbia kwa akili yule, achana nao wajinga wanaosema anakimbia bila akili. Anasema alikuwa anasubiri kwa ikangarombo kwa anasubiri Ivu mdogo, wewe bwana mdogo una akili samani, lakini siona kutukana na kuuliza ili nikuone ni kuelewe ni uelewa wako. Hivi kangarombo Mm. Tena unataki useme, hebu rudia tena ulivyolitaji. Nadhani ikangalombo. Eh, uh, mnakosea majina ya watu mtakuja kupata matatizo. Mm. Yule ni ikangalombo. Ikangalombo. Yaani unalitakiwa ushushe pumzi. Sio ikangalombo, una kaza ulimi, unalegeza ikangalombo. Mm. Umenelewa? ikangalombo. Ikangalombo. Yaani ukishampata hapo, ukishataja ile jina mm. ndio unaenda. Kwa nani? Kwa mpanzu. Taja vizuri jina la mpanzu. Ile mpanzu kibisa wala. Eh, alafu unamalizia Volcano. Volcano. <laughs> Eh, volcano inatoka wapi? Tanzania hatuna volkano bwana mdogo. Okay. Unalitambua hilo lakini mm. Achana na yule bwana. Ile mashine nyingine uwezi kufananisha na wachezaji wa ajabu ajabu. Alafu Tanzania mm. Kuna madefenders hawa watatu. Wa kwanza mm. Kaisha staff mpila George Masatu. Mm. Najua we umjui huyu. Mm. Na wala hujamuona. Mm, wa pili yule mtoto anachezea Yanga. Umenielewa? Mm. Mm. Yule mtoto anachezea Yanga unamjua? Ibrahim nani? Uh, mjubu. Sasa mm. Ibrahim unamweka wakazi gani? Mm. Ibrahim Jobu, yule nani yule Jobu? Mm. Hey. Watatu, watatu. Hamza ha? Ba unauliza baka katoka wapi? Hmm. Baka kwani tunakamatana sisi? Wanauliza, wanauliza eh? Mchezaji gani ambaye anaweza kaenda kwenye ka, kikosi cha Simba Sports Club cha Young Africans kutoka kwenu akaenda akaanza first eleven. First eleven? Mtoto unanitega we. <laughs> Watachukia wenyewe hmm. Timu nzima ile inaenda kuanza first eleven Yanga. Timu nzima. Timu nzima ile. Hmm. Haki ya Mungu mimi nakwambia jana usimemwona mjomba pale mpira hauendi kwake lakini kakaa paja linamuuma, afu yule hmm. Mjanja yule yule, goli, goli kipa wenu yule <laughs> keniipa Yanga, mjanja sana yule, mjanja sana yule. Musa Pimpin Kamara katika ubora anaendeleza yale mengi yaliyokuwa bora. Tumeshuhudia akifanya hivyo, akiwa mchango mkubwa wa kubua kufanya wekundu wa Msimbazi, Simba, kuingia hatua ya nusu fainali. Anakwenda kusave penati mbili za muhimu na zinaipeleka Simba hatua ya nusu fainali. Unamzungumziaje Musa Pimpin Kamara kwa ubora wake? Umekuwa ni mwendelezo. Unajua usi, usiulize na mzungumziaje ubora wake hmm. Ubora wanauona wenyewe wa Tanzania hmm. Mimi niulize, je, analeta mafanikio gani? Mimi nataka fanikio hili bakuli tu, bakuri tu, bakuri. Bakuri tu. Unaiona Simba ikirudi na kombe. Yani, kama inawezekana kim, pin, pin, pin, kamala spider hmm. aniletee bakuli hmm. mimi nitamuelewa vibaya sana hmm. na ukitaka labda nimsifie kidogo hmm. sio nimsifie pin, pin kamala hmm. mimi naisifia namsifia magoli Magoli ndio mwenye jicho la kuweza kuiletea Simba mm. Wachezaji wa maana. Mm. Akiwemo yeye Pinpin Pin Kamala kutokubalia kwamba Simba Sport Club katika nchi hii ndio wenye uwezo wa kuzicheza mechi za maamuzi kama hizi. Ndio maana yake sasa tena unauliza makofi polisi. Mm. Yaani ukifika polisi ukiambiwa kaa chini ba kaa chini. Mm. Umeshakaa chini. Uulizi makofi polisi ndio sehemu yake. Mm. Yaani wewe ukiambiwa tu kaa chini ba umekaa, lazima ukae. Mm. Sijui unanielewa. Mm. Kwa hiyo nataka nikwambie kitu kimoja, yule nani Pinpin Kamala ni golikipa bora sana na ni golikipa mzuri. Hmm. Tena wala hana shaka yoyote. mistake kwenye mpira zipo. Hmm. Mimi si binadamu Hmm. Kama binadamu wengine mm. Hmm. Kwa hiyo hata akifanya mistake ni kawaida tu kwenye mpira. Kwa sasa hivi Musa Kamara anataka mlinganisha na Diala kwa ubora wenye amefika. Ah bwana mdogo, natafuta maneno hapo mimi, hapo nawaachia wenyewe wa Tanzania kufanya maajabu. Wewe eh, wewe kwani lile alijacheza penalty lile lijiji Diala cheza penalty sasa? yani wale ubora wao kama mzani vile mm. Unagota, unagonga, unarudi. Uwezi kumkataa Jiji Diala kama mtu mwenyewe mm. unaujua mpira au unajua kuchambua wachezaji mm. Jiji Diala hata akija Simba na kamata first 11 mm. na watu watanibishia mm. lakini bonge la golikipa mzuri mm. na anajua kucheza mpira mm. eh, na anajua kupanga mabeki wake mm. eh, unajua sifa ya kwanza ya golikipa mm. ni ule wa kupanga magolikipa mm. Ni kupanga mabeki wake. Au kuitengeneza timu ikae katika shepu gani? kama ambavyo mmeungana kwenye mechi ya kumwondoa Almasri kutokea pale Ismailia, wanadai kuwa mliwakimbia tarehe nane, mgeungana hivyo hivyo kuhakikisha kuwa mnatoa alama tatu kwa, kwa, kwa kigogo wenu Yanga Africans ambaye amekufunga mara nne mfululizo. Ah, unajua hili swala limeshaongelewa sana mm. hakuna chombo ambalo hili mm. swala hawajaongea wote, mm. wameongea mm. huku wameongea, huku wameongea, huku wameongea mm. Sasa kwa sababu hili swala lipo kwenye vyombo vya sheria mm. sheria ya mpira hebu tuiachie kwanza sheria ya mpira hmm. Alafu tutakuja kukutana uwanjani. Unavoona kikosi asu, chako bado unamhitaji Yanga Africa mpaka hata asubuhi. Kwani aliyesema nendeni mkawalete mashoga zenu alikuwa nani? Si nilikuwa mimi hmm. tunacheza na, na muindu hindu mana nani wale sijui wale wale nini wale, hili Hilali hmm. mimi si ndio niliwaita Yanga kaambia nendeni mkawalete hmm. Kweli wamekuja wakatufunga kigoli kimoja, lakini cha msada, wamesaidiwa Sijui nanielewa bwana mdogo vizuri, mm. Walisaidiwa, sio, wajatufunga wale toka kwenye tano, hatukatai walitufunga, hatukuwa na timu nzuri, mm. Sikuwa... tumefungwa mbili, hatukuwa na timu nzuri, si kwamba mnacheza mna, mna mchezo wa kwenda nusu fainali, mchezo wa maamuzi. Majira ya asubuhi lilipita basi la Yanga Africans likielekea Kigamboni, limepita zake tu njiani, lakini mashabiki wa Simba walionekana kuwananongwa na kulisakama na kulifukuza kwa fujo aa, kitu ambacho kimewauzi baadhi ya mashabiki wa Yanga Africans. Ah ah, sikiliza ule ni utani mm, ule ni utani mm. Sasa mi namtania nani mm, eh? sasa hivi utani tunabadilisha tunakuwa kama ugomvi sasa, wamelifukuza basi si wao Eh, unakuwa kama ugomvi vile sio ugomvi mm. Mi kila siku nasema kama hivi vilabu vyetu mm. viongozi wetu wa kwanza, wa kwanza waasisi wa nchi hii mm. toka Tanganyika kuja Tanzania mm. wangekuwa wana tabia kama tulizonazo sisi mm. tuzisingezikuta Simba na Yanga mm. wale zile timu walizifanya, kama ni undugu, tukutane, tucheze mpira, tubadilishane mawazo, tujenge nchi yetu. Ndio shida hiyo hiyo, Saidi. Mmeingia kwenye nne bora barani Afrika baada ya kutinga hatua ya nusu eh, bora barani Afrika. Afrika mashariki na kati ziko timu ngapi? Afrika mashariki na kati. Eh. Timu nyingi sana. Uongo, tuko peke yetu sisi, tuko peke yetu Simba Sports Club. Peke yetu tunahangaika hmm. na ndio maana nikasema Mwarabu kutoka ni swala la kitaifa hmm. lazima ang'oke kang'oka jang'oka wanasema, wangemfunga wangefunga wangekuwa wangewapiteni wange wangeenda nafasi ya tano mgibaki na wange, wange, wange wameshindwa hmm. E, unajua kila kitu bahati mdogo wangu hmm. wange wange, e, wange imeshapita. Unajua ile wange ni neno moja la Kisukuma, sitaki kukutajia wange, wakuluga e, un... <laughs> <Halo. laughs> Kaka kumbe na wewe wanyumbani <laughs> changamka, twende na kazi hmm. E. Lete maswali mdogo wangu kwa hivi sasa tukizungumzia, mm. na tumeshuhudia mchezo mgumu na Simba wamevuka, semaji mpaka analia penalti, anakwenda kupiga Shomal Kapombe, shomize baba Esther, penalti ya mwisho kabisa, semaji jukwani analia kitu gani? kwa kinamliza semaji furaha, aidha akifikiria namna ambavyo ameondoshwa zaidi ya mara moja kwenye hatua ya mikwaju ya penalti kwenye mashindano ya kama, unajua Ahmed Ally analia na mengi mm. Usifikiri tu alikuwa analilia lile goli hmm. Ahmed Ally anateseka na ile timu hmm. lazima tena naongea kwa upole zaidi na watanzania Waelewe hmm. na wanasimba wenyewe waelewe potele mbali kawaida yao kunitukana hmm. mi simtukani mtu hmm. kawaida yao kuniita majina ya ajabu ajabu hmm. Ah, wanajua wao. hmm. kawaida yao kuniita majina ya ajabu ajabu hmm. Umenelewa, hakuna mtu anayehangaika na timu ya simba kama Ahmed Ally kila kona unamkuta amediari. Ningekuwa tuzo semaji bora, basi apewe yeye. Kwa nini asilie? Kila kona amediari, unamkuta kila kona amediari, yupo. Kwa nini asilie? Kaenda Misiri kafungwa, karudi hapa kafuzu. Hivi hata kama ningekuwa mimi, siningeanza kulia pale pale uwanja. Kayo kalia kwa mengi, kwanza kalia kwa uchungu pili, kalia kwa furaha tukalia kwa kwamba timu yangu imesonga mbele na mimi nikiwemo. Jina mwaka robo sasa linakufa limeshakwisha, una unaona Tanzania yote baridi shehe. Kila tukipita hakuna majina ya ajabu ajabu. Zamani ilikuwa nikikatisha huku, Debora, kila nikirudi huku, sijui nawe, sijui nikienda huku, we nani, nimeitwa mpaka yule mtoto yule cha sambi. Mimi yote nikapokea tu, nikasema sawa, eh e, e, si timu nimeipenda mimi hmm, shehe, hakuna timu nayoipenda kama Simba hmm. Juzi Simba walikuwa wanacheza na nani? Nafikiri ilikuwa ni ligi ile Nguo imenidondoka taulo na kwenda kuoga. Shomari kakosa goli. Mke wangu ananiambia uoni watoto hawa, mechi ya mwisho nguo imenidondoka mdogo wangu. Oh, watoto hawa, ah, mi naumia, hakuna mtu yote anayeumia kama mimi. hmm. Umenielewa? Kwa unawambia nini sasa? wale usema Simba mwaka robo na kila mwaka mnaishia hapo hapo, hamna nafasi ya kwenda na ndio maana nilisema hivi. hmm. nyinyi mnasema Simba tukicheza na timu tunatoa draw mm. kwa sababu ya nani? injinia ya nani? yule yule mfadhili wa, wa Yanga anaitwa nani? JCM, JCM. Mm. si tutengeneze timu mm. timu ndio itakao wajibu hawa wanaotuita mwaka robo mm. sasa timu ndio imewajibu wa, wa a, sasa watakuitaje sasa? wanaanza kutuita mwaka nusu sasa, wakimaliza mwaka nusu watakuja kutuita wana fainali e uh kibisa wala eh, hey, um, unamwita nani kibisa wala. Wewe wacha mchezo wa Mungu huku na kibudi, sio unakosea wewe, unapita wapi? Afu Fernando Mavambo anaumwa bwana, Mavambo anaumwa, Mavambo wangu bwana anaumwa, hata nafasi kabisa bwana pale. Kwanza angekuwepo, wale wangekuwa wanalamba tope tu wana meza tope eh, sikapita eh, yeye ilikuwa kazi yake ni kusambaza upendo mm. Afu unampa kama dakika kumi na tano za mwisho zile mm. Eh, anakwenda kusambaza upendo yeye mm. hey, kazi yake ni kugawa raha mm. hey, umempa huyu kapokea, umempa yule kachukua, kampa yule na kuna kagoma ah, yule anaitwa Tarantino, usimuite kagoma yule anaitwa Tarantino, si ngoma anajua lugha zote ah, sasa ana shida gani? Na ndio mwana finali yule si tuna eh si tuna wana finali mule ndani. Sasa unasemaje? Twende mechi ya jana huko, tumeshamaliza.